Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amesema amepanga kusafiri kwenda Urusi mwezi ujao, kufanya mazungumzo moja kwa moja na maafisa wa nchi hiyo ili kuhakikisha Wakenya waliokwama kwenye vita kati ya Urusi na Ukraine wanarejea nyumbani salama. Mudavadi aliyesema hayo huku kukiwa na wasiwasi kuhusiana na hatua ya Kenya ya kukosa kufanya uchunguzi kuhusu kusajiliwa kwa raia wa Kenya kujiunga na jeshi la nchi hiyo. Serikali imetambua kuwekwa kwa raia wa taifa hili kwenye vita kati ya Urusi na Ukraini baada ya shinikizo za wiki kadhaa kutoka kwa wale ambao wapendo wao wamekwama kwenye vita hivyo. Serikali imesema iko tayari kuwarejesha nyumbani Wakenya themanini na wawili wanaaminika kukwama nchini Urusi. Waziri mwenye mamlaka makuu, Musalia Mudavadi, amesema atasafiri kwenda Urusi mwezi ujao ili kuhakikisha Wakenya hao wanarejeshwa nyumbani. Uh, uh, the uh, uh, mtandao wa internet umekuwa ukisheeni picha za wakenya wanaoaminika kushiriki vita nchini Ukraine huku wengine wakiaminika kutia saini kandarasi za kujiunga na vita hivyo bila kujua. Familia ambazo wapendo wao wa wamefariki au kuwadaiwa kujiunga na vita hivyo zimekuwa zikitoa shinikizo za kuchukuliwa kwa hatua na serikali ya Kenya. Matamshi hayo ya Mudavadi huenda yakawa afueni kwa familia zilizoathirika. Wakati huo huo, Kenya na Misri zimeafikiana kuimarisha ushirikiano wao wa kiuchumi kwa kufanikisha mazingira safi ya biashara. Mnamo Jumatatu, Musalia Mudavadi na waziri wa nchi za kigeni wa Misri, Dr Badr Abdelati, walihimiza sekta ya kibinafsi kuwianisha biashara za bidhaa zao na kuharakisha kubuni baraza la pamoja la biashara.

Uh, cultural, uh, relationship. Tilio uh, Marco Darubini